Wakizungumza baada ya kutokea ajali hiyo, baadhi ya mashuhuda na abiria waliokuwemo kwenye ajali hiyo wamesema dereva wa basi la Hood alikuwa katika saiti yake, lakini ghafla lilitokea basi la Isamilo likiwa linalipita loli katika kona kali pamoja na daraja, ndipo likamshinda dereva na kuingia upande wa pili. Dereva wetu alikuwa sahihi kabisa, lakini mbele alikuwa ana overtake, bahati mbaya mbele ba, basi la Isamilo kilikuwa lapandisha, ambalo lilikuwa linatokea Moshi laenda Mwanza. Sasa Mwa. Chanzo, chanzo cha ajali ni ovateki njia, njia, njia barabara dereva wa Hood huyu wetu ndo ikatokea ajali. Na nilikuwa natoka Moshi tunaenda Mwanza, lakini tulipofika eneo lile la Katiti nili, nilisikia tu breki za ghafla, na baadae kikafuatia kishindo. Kuja kuangalia, tukaa tunapishana na basi la Hood, lakini upande wetu wa kushoto kulikuwa kuna roli. Kwa hiyo ni kwamba huu dereva alikuwa anaovateki roli, akakutana na gari inakuja mbele ya, ya Hood. Kwa upande wake dereva wa basi la Hood ambaye pia ameumia mkono katika ajali hiyo Bwana Shida Lukali amesema basi alilogongana nalo lilikuwa kwenye mwendo kasi na kumshinda dereva huku akitoa wito kwa madereva wengine kuwa makini wanapokuwa katika barabara. Nilikuwa nimetoka asubuhi Arusha naelekea Iringa, baada ya Russia, kufika eneo la Kikatiti kwa kwa Magasha wanaita ghafla kwenye kona na daraja ilitokea basi ya Isamilo ambayo ilikuwa kwenye mwendo, nafikiri kwa sababu alishindwa kusimama nyuma ya lori akatoka. Baada ya kumuona akiwa anahangaika kutoka na kurudi, nikapunguza mwendo kwa ajili ya na tahadhari ili tusije tukagongana uso kwa uso. Hata hivyo, pamoja na kupunguza mwendo, bado yule aliendelea ku overtake hivyo hivyo, ikanibidi mimi nitoke nje. Kamanda wa polisi mkoa wa Arusha, Lebaratu Sabas, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo. Nikiripoti kutoka Kikatiti wilayani Arumeru mkoani Arusha, mimi ni Halfa Nilihundi ITV.